Bwana Yesu asifiwe tena. Tunarudi tena kupitia mkono wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina yangu tena ni yale yale aline. E, tunawaletea tena ujumbe kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaleta ujumbe kuhusu Wakongomani. E, wakongomani wenyewe walitoka huko walitoka Afrika e, walitoka Afrika wakakuja mpaka hapa Finland ama kila mahali mulipo Ulaya, kwa sababu Mungu anataka kuongea na nyinyi wakimbizi wakongomani e, wakongomani mliotoka huko kambini kama uliishi Kongo, kama uliishi e, kambini kutoka huko e, Malawi na mahali pengine pote kwenye mulienda mnatoka, lakini Mungu akawatendea wema akawapandisha ndege ama amvyo mkafika huku mkakuja huku Marekani e, hao ndo wenye Mungu anataka kuongea nao. Na wenye Mungu anahitaji sasa hivi e, neno lenye tutaanzia uko, tutaanzia kwenye neno lenye linaandikwa kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza mbili mstari wa kumi na tano. Tutaangalia kunatwambia nini, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia mtu akipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake oh. haleluya mtu akipenda dunia wala viliyomo ndani ya dunia kumpenda bwana hakutakuwa ndani yake hawa ni wakongomani bwana yesu kristo aliyotendea mema anawakumbuka jinsi mlikuwa huko nyuma huko kwa ukosefu, jinsi mlikuwa mnalala njaa, jinsi mlikuwa mnashinda njaa, mnakosa cha kupatia watoto wenu, mnakosa, mnakosa faranga za kulipa nyumba. Wamoja wengine kuna sababu mlishi mkambi, manyumba zilikuwa za bure, lakini ukosefu ulikuwa wa mingi. Hamkuwa mnapata vya kutosha benye mtapatia watoto wenu, lakini Mungu alikuwa anawafanyizia wema wote anawapatia mahitaji yenu yote. Wengi mlikuwa mnagonja, Mungu anawatendea wema, mnafika hata hospitali mnajitunzisha, watoto wenu wako wanapata gisa ya kusoma. Mlikuwa mnapata gisa, watoto wenu gisa wanasoma, mnapata minerali kwa wema wa Mungu. Mungu alikuwa anawatendea kila kitu chote, lakini ilifika wakati sasa kwa kuwafikisha hapa kwa ajili waoneshe kama vyote vinawezekana. Alakini wengi walifika hapa, wanasahabu ule ukosefu, mnasababu ile mahindi mlikuwa mnakula, mnasababu wale wenyewe mlikuwa mnatumikia kwa ajili mpate chakula nyitawalalisha leo na kesho. Alakini Mungu aliwafikisha hapa, akatumia wa wazungu hawa e, mnapata faranga munalipa nyumba batoto wenu wanasoma kwa bure. Hivi jumu shafika huku Bulaya, bamama mnakuwa mnasoma, wangine mnakuwa mnapata makazi, mnatumika, maisha hivi kakuwa rahisi, alakini mkasahau kule kwenye Mungu, kwenye aliwatosha. Bakongomani mlio sababu kwenye Mungu aliwatosha

lakini wamoya utajiri kubukosa Mungu wakambatia mgongo. Mungu mkambatia mugongo ile Mungu kabisi kamuhuzunisha. Akakumbuka wema wote aliokutendea huko, we kukufia huko Afrika kingaliki, unaishi unapumua, pumuzi ya watu wazima na kuongezea siku za kuishi, basi mafikira yako yakumbuke kama kuko kwenye ali kutosha na kukufikisha huko. Alikufikisha hapa kwa ajili wewe angalie na ushukuru. Umrudilie mshukuru Bwana. Hako kumwangalia kumpatia mgongo kuwa wewe vile wewe unatamani vitu vya dunia. Unatafuta zile manyumba zenye uko unafikiria unazikosa. Unatafuta zile magari zenye uko unatafuta unazikosa. Mm. Unafikiria maveste za kwa internet zile zote zenye unaona kuna butajiri vya dunia vitu vyote venye unaangalilisha macho, kuna vitafuta hapa bulaya unavikosa, vinatuma hausinzie, uko na kazi, uko na ulali usingizi, uja kutafutana na vitu vya dunia. Lakini Mungu anasema umurudilie kwanza, na ukumbuke mahali ulipo ulipotoka, na uje mtafute hmm, kwa sababu hautotafutana na vitu vya ulimwengu huu kisha moyo wako umfurahishe Bwana. Hauwezi ukamfurahisha Bwana, hauwezi ukamfurahisha Bwana ukishafikiria mambo ya dunia hii, vitu vya dunia hii, vivi vitu vyote tunaangalilisha macho, vitu vya kisasa hivi. Tuko tunatembea na wakati wa kisasa eh, ulokole wa kisasa hivyo vyote Mungu kuna wambia Wakongomani, mukumbuke huko mlipotoka, mumurudirie tena na mumtafute mm. Ndio maana hapa Bwana amewaambia hivi hapa kumi na tano. Msipende dunia, ukipenda vitu vya dunia hii, dunia hii numo ndani vitu vya mingi na vitu vikingaliki vitakuya viko vya mingi na watu wa akili mingi batendera kutengeneza vitu vizuri tu. Batu wako wanakula samaki I, tuko tunapekenya meno aseni kupekenya meno wako wanapekenya mfupa mufupa ase mukomunakula vitu vya dunia, lakini Bwana iko nasema, msipotubu nyoka kuwaumu ni rahisi, na nyoka hiyo mwenye naongelewa ni shetani. Shetani ndio mbaya wa wa, wa, wa, wa, wa wa kwetu sisi. Shetani ni mbaya wa lokole, shetani ni mbaya wale wenyewe wanamjua mju wa Kristo. Anapasha kuonesha kama vitu vya dunia ni vizuri eh. Mutu anasema simendashimamisha buzazi sitazala tena, nitembee kwanza ulimwengu, nende kuangalia batogi sina fanana. Ndugu yangu muriduiriye Kristo, rudi kwa Yesu Kristo na kutamani, anasema mumutafute, usipende vitu vya dunia. Hmm. Usipende vitu vya dunia, dunia itaisha na vitu vyote vitaisha, lakini Bwana yatazidi kuishi Bwana kwa yeye na upendo na wewe, hataki wende mbali yake, na hataki nafsi yako ipotee. Ndio maana nimekwambia urudi tena, usipende vitu vya dunia na viliomo, kwa sababu mtu akipenda vitu vya dunia kumpenda Bwana hakutakuwa ndani yake. Tutaangalia neno la kumtafuta Bwana, kaangalia Isaya 55. Yesaya makumi tano na tano sita kunasema hivi "Tafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yuko karibu. Tafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yuko karibu. Ndugu yangu, Mungu akingaliki karibu na wewe, Mungu akingaliki anapatikana Mwana wetu Yesu Kristo hajaenda mbali na wewe, mrudilie. E, mwache kuwa oi, nakuona kuwa Mungu ye haipo tena. Mungu yupo, ndio maana niko nasema mje Mungu tena mumtafute, mrudi kwake. Yeye anawahitaji kwa, ye wa kwa nyiye, ni wana wake, ni watoto wake, msipotei kamwe, mumurudilie, mje mtubu, msipende vitu vya dunia dunia itawapeleka mahali popote. Mko ninyi na ahadi, wale wenye wako na ahadi, wale wenye mlitoka huko kambini, huko wako ngomani, mlitoka kambini huko, mlitoka huko, Mungu alikuwa aliwaahadia maahadi ma nyingi sana, akawaambia kuna saa mukifika huko kuko venye atawatendea bila venye Mungu alikutendea. We unabijua kenye kinatuma natoka kumaombi, kuna saa ni hivyo; hivyo ni hizo ahadi lakini Bwana kaniambia niwaambie nyie, mwendeleshe maombi na mwendeleshe kumtafuta, mwendeleshe maombi na mwendeleshe kumtafuta. Na tutaangalia hapa Petro wa kwanza, ta Petro wa pili tatu tisa. Hawa wenye kujisikia kuwa maombi haijibiwi, Mungu atawajibu wa dada, Mungu atawajibu wa baba, Mungu atawajibu wa ndugu zangu, msichoki, msitoki kwenye maombi. Msitamani vitu vya dunia, mtafute Bwana, tawapa atawasikiliza. Hapa Petro wa pili. Mungu yupo kwa ajili yenu, Mungu yupo kwa ajili yenu. Atusaidie, Mungu awasaidie. Mungu anasikiliza maombi, Mungu anasikiliza maombi, yeye ni Baba nasikia maombi kweli.

Mtetlo wa pili tatu tisa kuna kuna sema hivi tatu tisa kuna sema hivi: Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengi kama wengine wanavyo dhani, anakawi anaka, mm, um, anakawia bali huwavumilia bali huwavumilia, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikie toba. Haleluya hapa Bwana. Yani sisi tunafikiria kuwa Mungu yeye anakawiza ahadi ya kwake. Mungu yeye akawizi ahadi, bali anataka tuwe wavumilivu na tuendelee kuwa kwa toba, tuishi kwa toba, tuishi kwa kutubu, tuishi kwa kumwogopa Bwana, tuishi kwa kumheshimu, uzidi kuvumilia na kubaki kwa maombi, kwa sababu yeye hataki kuwa apoteze hata umoja. Hapana, Bwana atatimiza ahadi kwa siku zake, atatimiza ahadi kwa siku yeye aliyofikiria. Wewe ubaki tu kwa maombi, usichoke, useme wewe, nimeomba miaka mingi nimeomba miaka fulani, oh, kunapita, nimeshachoka, nifanye aje? Hapana, usijikatie njia ndugu yangu, usichoke, baki kwa maombi, uendelee kumkumbusha Bwana ahadi yako. Bwana atatimiza ahadi, yeye hacheleweshi ahadi, bali muendelee kuwa na uvumilivu mm. Yeye hataki pakuwa hata na umoja menya atapotea. Msipotei, msitoki kwa maombi. Shetani si asikudanganye aseme oh, mbona maombi hayatimii. Maombi yatatimia, bwana atakujibu. Mwendelee kuomba, mwendelee kuwa na imani. Yesu Kristo ni mwema. Bwana Yesu Kristo atawajibu kwa maombi. Ubarikiwe sana na Mungu azidi kuwalinda na mkiendelea kuishi kwa uvumilivu kwa, kwa uvumilivu Bwana kweli tawajibu, kwa sababu Mungu anapenda watu wavumilivu. Usipovumilia basi utapokea nini? Ukipo, ukitoka kwa maombi na kata ingine njia basi unaenda wapi? adu naacha. Lakini kiendelea kuvumilia utaishi kwa maombi, Bwana ataendelea kukulinda, kwa sababu wewe usipotei. Baba kenye napenda sana ni nafsi yako. Kwa ajili ya okolewe. Watu wakitoka kwa maombi shetani amekudanganya. Usitoki kwa maombi. Kama baba hayatimiza, haijasema kuwa ninampenda baba kwa ajili ametimiza. Endelea kumpenda juu na kupenda. Jaribu kupenda mbele wao mpende. Jaribu kuchagua zamani mbele uzaliwe. Na njoo mara sasa unapasha kubaki kwenye maombi yatatimiza kile alichokuambia. Amen. Amen. Mubarikiwe sana. Bwana Yesu awabariki. Musifate vitu vya dunia, muviache Wakongomani, mumurudirie Kristo, muishi kwa maombi Amen. Baba tawajibu, mubarikiwe sana, mbarikiwe Amen. Amen. Amen. Watumishi wa Mungu, najua kwamba ujumbe huu wa dada ambao Bwana alimpatia sisi sote wakongomani tunausikia, na ninyi mtausikia. Basi amani ya, ya Yesu Kristo pamoja nanyi Amen, sana mbarikiwe.